Kwanza hongera kwa uh, ushindi kugonga kichwani, hatimaye kunaendelea. Uh, shukrani sana bwana, namshukuru Mwenyezi Mungu. Uh, tulikuwa na mechi nzuri leo mm. Tulikuwa na kipimo kizuri cha kuanza msimu wa 25 26 yeah tumekwenda kucheza na mtani wetu na alhamdulillah tumepata ushindi wetu wa sita mfululizo dhidi yake mm. na tumeshinda tena kwa mara nyingine kombe la Ngao ya Jamii mm. kwa maana ya kufungua msimu wa ishirini na tano ishirini na sita. Tofauti na michezo mingine, huu ulikuwa na mchezo wa kihisia tofauti zaidi, mabadiliko ya benchi la ufundi na kuelekea mechi yenyewe. Kamwe a, mchezo huo kimsingi sisi na Simba Sports ni watani na wenzetu ni kama kwa muda mrefu hivi walikuwa wanatafuta sababu ya kufukuza kocha. Kwa hiyo mchezo huu maalum tumeudedicate kama sababu ya wao kumfukuza kocha wao. Wakishindwa kumfukuza sasa hivi hawatapata tena muda kama huu, kwa hiyo mechi ya leo ni zawadi kwao eh, ya kuanza kutimuana Ka, Kamwe, nini siri ya mwendelezo huu wa Young Africans kupata ushindi mara sita mfululizo? Uh, ni rekodi, sio jambo jepesi hasa, uh, kwa mechi za dabi ya, ni kuamini kwenye ukweli, kuamini kwenye ukweli, kuamini kwenye sayansi ya mpira yanavyotaka chini ya rais wetu Injinia Hersi Said, Yanga tumekataa kabisa kuiamini propaganda. Tumekuwa tukifocus na vitu ambavyo vina uhalisia wa mpira mechi ambayo tunapoteza huwa tunaketi chini kuangalia wapa kuimprove, nyakati ambazo tunashinda huwa tunakaa chini tena kuangalia tufanye nini tushinde mara nyingi zaidi. Kwa hiyo ukweli na kukataa propaganda, kukataa uongo, kukataa kupeana moyo ndio siri ya Yanga Africans kufanya vizuri na tutaendelea kufanya vizuri kwa sababu ukiangalia taasisi yetu imekuwa imara. Mwenyezi Mungu atujalia feri, tutaendelea kupiga kwenye kichwa vizuri hata kwenye Champions League msimu huu kuna kuna kitu kubwa, kuna kiwaza kwenye mechi hii, kadiri mechi ilivyokuwa inaendelea, Kamwe? <laughs> No, unajua uh, sisi mechi hii tulikuwa na technical bench mpya yeah, na tulikuwa tuna wachezaji wapya ambao tuna tunawaingiza kwenye timu, lakini uh, ile, ile, ile, ile, ile, ile, ile hamasa ambayo tulikuwa nayo mm, ilikuwa ni hamasa ya kucheza kwa utulivu na kwa nidhamu. Ukiangalia vizuri mm wachambuzi kabla ya mechi huwa wanasema Yanga ni favorite, alafu Simba ni underdog, lakini kwenye pitch Yanga huwa tunaingia kama underdog, huwa tunacheza hmm, kwa mahesabu huwa tunawapa Simba dakika fulani za kuangalia hmm. Na ukiangalia consecutive mechi hizo karibia mitatu minne hmm, Yanga huwa inaifunga Simba hmm, second half baada ya kufanya mabadiliko hmm. Maana yake tuna timu nzuri ya kufanya tathmini na ya kujua wapi wa kwenda kuwaumiza Simba. Kwa hiyo mechi ya leo ilikuwa ni hiyo, iko 50, 50, lakini tulikuwa tunajua quality yetu ni kubwa ake, ambayo ingekuja tungeweza kuitumia na kupata matokeo mazuri. Mchambuzi wangu Mbwaduke, Ramadhani Mbwaduke, maarufu kama Mbwaduke Stats, mtu ambaye kuna takwimu kibao kule. Kweli, swali kwa Ally Kamwe. Sheikh Kamwe <laughs> kuna utani unaendelea, labda mtaufanyie kazi, kwamba yanga bwana, wakiona hata kijikombe kikiwepo tu pembeni pale basi hilo kombe lazima walipigani. Mmechukua Rwanda, mmechukua sijui Toyota, mkachukua nini kwenye Ligi ya Mabingwa labda mtakuwa na mbinu kwamba kwa sababu kwenye mchakato ule kombe ni mpaka mfike fainali, njiani hapa, labda mechi mkiona ngumu, mtatenza kikombe hata fake mkiweke, kwa sababu kina pakombe inaelekea wakikiona tu, wakikiona tu kina pakombe. Ni tournament tofauti, tournament ambayo ina intensity yake, ina maandalizi yake tofauti, na mapema kabla tujaanza msimu Rais wa klabu yetu alisema lazima twende mm -hmm. kwenye uhalisia malengo mm -hmm. yetu, namba moja sasa hivi ni kufika kwanza hatua ya makundi hatuwezi kuwa tunawaza ubingwa wakati last season tulifeli kwenda hatua ya robo fainali yeah. mm -hmm. kwa hiyo sisi tunaamini kwenye, kwenye steps steps ya kwanza sasa mm hivi -hmm. ni kucheza hatua ya makundi kwa mm hiyo -hmm. tunaposafiri leo kuelekea Angola dhamira yetu ni kuhakikisha tunafanya vizuri katika mchezo huo wa kwanza wa ugenini mm. Tumalizie kazi nyumbani mm. tushinde mchezo wa pili, tuende hatua ya makundi alafu baada ya hapo mm. tuanze kupiga hesabu zetu vizuri. Kamwe, umezungumzia kuhusiana na kikosi kuweza kusafiri. Kuna baadhi ya wachezaji mtaweza kuwakosa labda kutokana na sababu ambazo zilizo nje labda, ma, matibabu, kuumwa na kadhalika, baadhi ya wachezaji leo hatujawaona uwanjani. Yes, kuna wachezaji ambao wana majeraha kama Andy Boyeli ambaye alipata shida kwenye mechi ya kirafiki dhidi ya Tabora United amekuwa ameimarika vizuri, lakini mahitaji hizi mechi mbili ni mechi ambazo hatuwezi kumlazimisha kuingia, lakini kuna wachezaji wengine ambao tutawaacha kwa sababu za kiufundi, na taarifa kamili ya suaaftsaso mrefu majira ya saa kumi alfajiri kuamkia kesho ndio tutaondoka hapa Dar es Salaam kuelekea Angola. Ah, Ali, una jambo lolote kwa rafiki yako? Ah, tunaendelea kuwauliza mm. Ah, tunaendelea kuwauliza ah, tuskani tu, tu wapi baada ya leo? Eh, tuskani wapi? Sawa, shukrani sana Ally Kamwe, sababu naelekea Angola, ni kwambie obrigado.